Vitu vitatu ambavyo utakiwi kuvumilia hata mwanamke awe mzuri kiasi gani, hata awe na matako makubwa kama dunia, hata awe ana sura nzuri na anavutia kama malaika. Vitu vitatu ambavyo utakiwi kuruhusu na hata akiwa ni malaika, kama analeta hivi vitu vitatu na ni mwanamke, na mimi naweza nikampiga hata makofi. Vitu vitatu ambavyo siwezi kukubali mwanamke avifanye, cha kwanza, dharau. Hata uwe mzuri kama nini, usikubali mwanamke akudharau kwa sababu ya uzuri usikubali mwanamke asikusikilize kwa sababu ya uzuri. Mwanaume ana vitu hivi viwili, ukiwa naye ndani. Cha kwanza, mwanaume, kuna kati anatoa wazo na kuna kati anatoa maelekezo. Wakati wa maelekezo huwa hatuhitaji wazo lolote kutoka kwenu. Unatakiwa ufate kile kitu ambacho tumekwambia, usilete upumbavu wako chini. Mfumo dume, mfumo dume, kamwambia baba yako aliyekuzaa. Ukiwa ndani na mtu kama mimi, kuna wakati natoa maelekezo na kuna wakati natoa wazo. Wakati ambao natoa wazo unaweza kuchangia. Wakati ambao natoa maelekezo, sitaki kusikia takataka yoyote kutoka kwako. Nataka unisikilize mimi, nilichokwambia. Hicho ni namba moja. Kitu namba mbili, usikubali kuwa na mwanamke mwenye ego, mwanamke mwenye kiburi. Mwanamke mwenye kiburi, kiukweli mimi naweza nikapata kesi. Mimi siwezi kuwa na mwanamke mwenye kiburi, let me be honest. Naweza nikakupiga kofi, nikakuvunja taya, au nikakupiga mtama, nikakuvunja miguu. Siwezi kuishi na mwanamke mwenye kiburi, auwezi kuniletea ego na raise ego yako sababu oh, na, na, na degree eh, na nini. Ukileta mambo ya degree takuzaba kofi na utarudi kwenu. Sitakaji upumbavu. Huwezi kuniletea kiburi kwenye maisha mimi. Mwanamke mwenye kiburi, hata uwe na nini, hata uwe na cheo, mimi usiniletee ego. Cheo ni nje, kinaishia huko. Usiniletee ego tukiwa ndani. Kama vipo na mtu, kila mtu aishi maisha yake. Mwanamke mwenye ego usimwalao hata mara moja. Mwanaume ni nguvu ya kwanza kuanza kwenye familia yako. Kabla hujaanza kutu control sisi, unatakiwa uanze kum control mwanamke wako aliye ndani. Hicho ni kitu ambacho unatakiwa ukizingatie, si unaelewa? Nimekupa vitu viwili. Kitu cha mwisho, mwanamke ambaye anapenda kufananisha na wanaume wengine, ukiwa ndani na mimi unanifananisha na mbwa wengine huko nje unalifanisha na wapumbavu wengine huko nje. Oh, angalia wewe ulivyo, angalia wenzako, ex wangu nishai kuwa naye alikuwa hivi. Naweza nikakupiga kibao nikakuvunja taya. Siwezi kuvumilia upumbavu na usinilinganishe na mbwa yoyote nje. Mimi na nguvu yangu, mimi na uwezo wangu. Naita mbwa kwa sababu hakuna mwanaume yoyote mwenye thamani mbele ya mwanamke ambaye nimemweka ndani zaidi yangu mimi. Haijalishi wewe ni nani, kwa mwanamke wangu wewe utakaa nje, utakaa chini. Siwezi kumruhusu mwanamke anifananishe na ex wake. Ex ni kama tu kinyesi kwangu. Kama ex alikuwa ni muhimu sana, kwa nini uliachana naye ukawa na mimi? Siwezi kuruhusu mwanamke ambaye ananifananisha mimi na wanaume wengine nje. Heshimu juhudi zangu. Angalia, sio ana gari kwao, huoni kama anapambana. Unaleta dharau, si ndio? Nenda basi kadeti na wao wanaume. Heshimu juhudi za mwanamke.